wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sallallahu alayhi wa sallama as-sadiqu al-amin ikhwani wa akhwati fi llahi uhayikum bi tahiyati mubarakatin min indillahi ala wa hiya salamullah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ama ndugu wapenzi wafuatiliaji wa Maalim Shaban, popote pale mlipo mkiendelea kufuatilia Maalim Shabani, E, nipende tu kuwatakia e, kheri katika kila majambo yenu ambayo munayoyaendea yakiwa ni mambo ya kutafuta rizki, ikiwa ni mambo ya kutafuta maisha, ikiwa ni mambo ya kumtafuta Allah Subhanahu wa taala, basi yote kwa ujumla wake nawaombeeni kwa Allah Subhanahu wa taala. Mungu awafungulie wa kila mmoja aliyekuwepo katika mashakili, Mwenyezi Mungu amuondoshe na yule mwenye aliyokuwa katika vifungo vya wachawi, Allah amfungue. Ndugu mtazamaji, bila kupoteza muda na wakati eh, katika vipindi vilivyopita tulisema kwamba tutazungumzia, kuna maswali yaliulizwa na ndugu zetu ambao walikuwapo, wanahitaji kujua eh, kwamba je, mtu anaweza eh, anaweza mtu kutolewa uchawini, yaani mtu kashaingia ya uchawini, je, anaweza akatoka na akarudi akawa ni mtu wa kawaida. Hilo swali tukasema tutakuja kulijibu katika kipindi kinachofuata insha Allahu taala. E, alhamdulillahi walminna, Mwenyezi Mungu ametuwafikia wa e, tumerudi tena sasa. Lile swali tutaanza nalo, lakini kabla hatujaingia kwenye swali hilo e, kuna swali liliulizwa pia kwamba je, yawezekana mtu eh, yani, yani, yani Yani, ipi maana ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala? Nifanyeje ili nionekane namtegemea Mwenyezi Mungu? Ndugu zangu wapenzi watukufu, kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala haimaanishi kwamba mtu usifanye kazi, usifanye shughuli ya aina yoyote, ndio kumtegemea Allah, umekaa tu pale unasema, mimi namtegemea Allah, namtegemea Allah. Hapana e, Mwenyezi Mungu pia anataka, anawapenda watu sana wale ambao wenye kufanya kazi akapata, akapata e akapata akatumia jasho lake la halali kwa ajili hiyo. Kumtegemea Allah bimaana kuto kumweka kiumbe kwenye nafasi ya mbele, yaani nafasi ya kwanza ni Mwenyezi Mungu, nafasi ya pili mtume wake. Sasa ukikuta we nafasi ya kwanza umekaa aidha mpira, nafasi ya pili ndiyo e, Mwenyezi Mungu, basi jifahamu ya wazi. Hata katika majambo yako ya riziki, we jambo la kwanza utakopo, vile ambavyo ulivyokuwa umeviweka mbele ndio vitakuwa vina Eh, vina vinashika vina tamati. Kwa mfano huko nimetolea tu mfano wa mpira, lakini hasa wengi hutegemea, si, sizungumzi, si te, yani, hawategemei mpira yani, mpira mathalan nimekusudia kwa mfano mtu ndio mpira ndio kazi yake <laughs> shanifahamu vizuri eh? Anakuambia bana, mimi mpira ndio unanilisha, mpira ndio unanivisha, mpira ndio kadha kadha kadha kadha, lakini kuna mwingine anategemea mzimu wake kuna mwingine anategemea duka lake, anakuambia mi duka langu ndo kila kitu. Mwingine kazi zake au cheo chake, mi bana cheo changu ndo kila kitu. umeshanifahamu vizuri eh? Sasa huyu amejitoa kwenye ile kumtegemea Allah subhanahu wa taala, lakini ukweli wa mambo, hata iko cheo usingekipata kama Allah Allah angeamua, angeamua usikipate hiyo kazi, usingeipata kama kama Allah angeamua usipate. umeshanifahamu vizuri. Hata kama ni tajiri, huo utajiri usingeupata kama Allah angeamua usiupate. Sasa kwa ajili hiyo hata kama ukipata jione kwamba wewe si lolote si chochote, imani yako ikite katika nafsi yako kwamba Allah hili alishanipangia. Aya mengine yote yanachukua nafasi ya asbabu. Wewe ndugu yangu, katika namna ya kumte, kumte, kumtegemea Allah kupo, kuna njia pana sana lakini si tutaeleza kwa muktasari huu e, ili wewe uyachukue haya. Kwa mfano katika kumtegemea Allah subhanahu wataala una shida unataka kwenda kumuomba mtu pesa akusaidie, huwezi kusema bana, mimi namtegemea Allah, fulani ataniletea tu mwenyewe. Pesa anajua kwamba wewe una shida? Yule si yule si, si mtume kusema kwamba atashushwa wahai kujua shida ya kwako hapana. Mshafahamu vizuri eh? Tena anaweza kumsaidia sio kwa na shida akakuacha wewe mwenye shida, kwa sababu hajui wewe undani wako Unafunga safari unakwenda kwa Bwana Muhammedi au kwa Bwana Juma au kwa Bwana Rashidi au kwa Bwana kadha kadha kadha, yoyote yule, au kwa tajiri fulani, au kwa mtu fulani, au kwa mfanya biashara e, fulani. Bwana mimi nimekuja, unataka uende kwa ajili ya kwenda kuomba chochote, basi kabla hujakwenda kwake, kwanza tawakkal ala Allah. E, swali hata rakaa mbili kumtaka msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mbe Mwenyezi Mungu, na swali rakaa mbili hizi hizi e, kukutaka msaada wewe fulani naye muendea, yule fulani naye muendea hana uwezo wa kunipa mpaka umwamrishe wewe, na ukimwamrisha yule anipe na hana ujanja wa kukataa. Umeona, umeona tawakkuli hii ya kumtawakali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nakwenda hospitali kwenda kukutana na dokta unaenda kufanya operation au unaenda kwa sababu ya matibabu fulani, kwanza tawakala ala Allah, swali raka mbili, jiegemeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kumtegemea Allah na kumuona Allah ndiyo mfanyaji, ndio tegemezi lako, ndio kila kitu chako. Yani kwenye moyo wako unatakiwa ithibitishe, yani ipite na ikite asilimia mia moja pasina shaka kwamba mimi mzima mzima, nakwenda napumua, napata, nakula, nalala, e, kupata watoto sijui nyumba sijui nini, hii yote Allah ndiyo amenipa. Full stop. Hata kama nitakuwa nimeajiliwa nimefanya biashara mimi nasema Allah ndio kanipa hivi. Kama ni Allah angeamua kuondosha pumzi, angeondosha mguu mmoja au miwili hivi, lile jambo fulani ningaliweza kulipata mpaka nikapata kibanda hiki au nikapata gari hii au nikapata cheo hiki au nikapata nafasi hii? Unaona kabisa, Allah nafasi yake ni namba moja. Ndio maana unatakiwa ikite katika nafsi yako kwamba yote ulioyapata Allah amekupa na inatakiwa ikite katika nafsi yako. Kila linapotokea kubwa na dogo, imani iende kwa Allah. Ndio maana katika zile nguzo za imani tunaambiwa e, watuminu biqadari khairihi wa sharrihi min Allahi taala, kuamini ukadiria wa shari na kheri zote zinatoka kwa nani? E, an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, katika zile nguzo za imani mwisho watuminu bikadhari khairi, khairihi washarihi min Allahi ta'ala, kuamini kadhari ya kheri na shari yote inatoka kwa nani? Ya Allah, tupo kwenye hii kheri. We una nyumba, nyumba ni kheri, una gari, gari ni kheri. Fahamu hivi vyote vimetoka kwa Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa e, kuna watu katika maradhi wanategemea kwamba ana jini wake ana shetani wake ndio anayemsaidia katika mambo Eh, katika mambo yake, ina maana yule shetani, kama pasina yeye, pasina huyo shetani, yeye hawezi kufanikiwa, pasina hirizi hawezi kufanikiwa, pasina kuchimbia viungu kwenye nyumba, anaona kwamba hakuna kinga. E, pasina kufungia matalasimu hakuna kinga. Yani, tu nsome tu kul huwallahu mara tatu ndio iwe kinga, nsome tu yasini tu ndio iwe kinga bila kufungia chochote, wewe haupo katika kumtegemea Allah kisawasawa. Imani yako wewe imegawanyika katika mafungu mengi. Eh? Aha, wewe upo katika na vitu vingine. Sasa wale watu wenye yakini ya kweli ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wanajikita wazima wazima wala hawaingii kipande kipande. E, ndugu yangu wewe unayetaka kumtegemea Allah, basi wasia wangu kwako, mtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kwa kadiri, eh, ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu atakavyokuwafikia na pia mtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo lako. Ukiwa unaanza jambo lako, basi kwanza jiegemeze kwa Mwenyezi Mungu. Ukianza shughuli zako jiegemeze kwa Allah subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakuwa karibu na wewe. Hadithi inasema kwamba mja haachi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, atakapojikurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu kwa, kwa, kwa shubiri, Allah anamkaribia kwa dhiraa. Ukienda kwa dhiraa, Allah anakukimbilia namna hivyo. Haya ndugu zangu, uni wapenzi watukufu, swali letu lilikuwa la muhimu na la msingi. Ili hapa swali, nafikiri haya maswali huko nyuma mimi nishajibu sana, lakini basi kama ninavyosema siku zote kwamba jamani, chaneli hii eh, wanaingia watu wapya kila siku, umeshanifahamu. Kuna mtu mwingine ameingia jana tu ndo ameona Maalim Shabani hapa hawezi kwenda kuitafuta klipu ya mwaka juzi lishazungumzia anakuuliza swali kutokana na anapokuona hizi klipu zako za karibu. Sasa swali lililoulizwa linaonekana <coughs> kwamba huyu mtu ni mgeni katika, katika chaneli hii na bila shaka ili swali inawezekana ni yeye mwenyewe au kuna mtu Allahu aalam, lakini uzuri nilichopenda hakuandika jina lake, yeye kauliza tu swali. Anasema, swali langu ni hivi, yawezekana mtu kutoka uchawini Eh, eh, eh, inawezekana mtu kutoka uchawini na unatokatokaje? Yaani mtu yuko mchawi anataka atoke, inawezekana kutoka na anatokatokaje? Naam, yani anakusudia huyu, nimeshamwelewa kama sijamwelewa vizuri kwamba mtu anatokatokaje uchawini kwa kupitia, eh, mfumo huu ambao sisi tunaueleza siku zote, Qur'ani inatosha, Qur'ani ndio shifaa, Qur'ani ndio kila kitu. Je, mtu yuko uchawini kwa kutumia Qur'ani tu anaweza kutoka? E, ndugu mtazamaji e, na mfuatiliaji wa Maalim Shabani kwamba e, kutoka uchawini inawezekana, lakini illa e, bishuruti ile sipokuwa, kwa kwa masharti moja. Katika sharti la kwanza la kutoka uchawini, jambo la kwanza, awe mtokaji awe na nia ya kweli, awe na nia ya kweli ya kutoka uchawini, hilo moja. Namba mbili, eh, yule ambaye mwenye kutoka uchawini anataka kutoka uchawini eh, yule ambaye anataka kutoka uchawini jambo la pili, akubaliane na matokeo liwalo wacha na liwe, asiwe mtazahaza imani yake an yani, ah, nikitoka watakuwa wanishughulikie hawa nkitoka watakuwa waniadhibu hawa, nkitoka, nkitoka, nkitoka itakuwaje? Wacha tu nibaki. Kubaki uchawini akuongezi wewe urefu wa kuishi duniani. Ili nazungumzia kwa aliouliza swali na mwingine yoyote mwenye mtihani kama huu, mshanifahamu vizuri eh? Kubaki uchawini akuongezi wewe uhai wa kuendelea kuishi duniani. Kama miaka ya kuishi ilikuwa ni miaka sitini, utaishi hiyo hiyo sitini. Ukiwa uchawini utaishi miaka sitini. Ukiwa si uchawini si mchawi si utaishi miaka sitini. Hakuna mchawi anayeongeza uhai. Tumefahamiana vizuri ndugu zangu eh? Sasa kwa ajili hiyo, mtokaji anayetaka kutoka uchawini, mambo mawili muhimu kwake. Jambo la kwanza, awe na nia ya kweli. Jambo la pili, akubaliane na matokeo, asishughulike asi, asi, asi na vile vitisho, kwa sababu wachawi wana vitisho, wanakuambia ukitoka tutakuua Ukitoka tutakumaliza, ukitoka tutakufanya kadha, tutakufanya kadha. Vile vitisho vya wachawi usiviogope. Jambo la tatu hili <coughs> ni jambo la pili eh? Naam, hili jambo la kwanza, nakuja jambo la pili eh, nakuja jambo la tatu. Jambo la tatu mchawi mchawiwe mchawi ambaye wewe ambaye uko uchawini. Jambo la tatu unatakiwa utakapotoka tu, yani ile first ndio naamua leo natoka uchawini straight, ingia mzima mzima kwenye ibada ingia mzima mzima kwenye nini, kwenye ibada. Tumesema jambo la kwanza, nia ya kweli, yani nia ndo kitu msingi namba moja. Ndugu zangu, nia mshinifahamu vizuri. Jambo la pili hofu, vile vitisho kukubaliana na matokeo, yani lolote utakalokuambia wewe ulikubali. Mshinifahamu vizuri eh? E, kukubali nini matokeo. ili ni jambo la pili. Jambo la tatu unatakiwa <coughs> ukitoka tu ile uchawini, straight uingie mzima mzima kwenye ibada. Nikikusudia kuingia kwenye ibada, mtu asije akachukulia tu labda kuingia kuanza kuswali tu, la ingia kwenye ibada. Utakapoingia ndani ya ibada, kuna vitu vingi. Kuna tauba, kutubia kwanza kwa Allah subhanahu wa taala, na kujisalimisha kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa sababu Allah subhanahu wa taala, innahu ala kulli shay'in qadir, tabaraka lladhi, ametukuka Allah subhanahu wa taala, biyadihi lmulku, kwenye mikono yake ndio kuna ufalme wa kila jambo wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah subhanahu wataala, katika kila jambo yeye ni mweza. Allah katika kila jambo yeye ni mweza, ana uwezo wa kuku, kukustiri na wachawi, kama utatubia kisawasawa na ukaleta toba ya kweli, kwa sababu Allah hakufunga mlango wa toba kwa kiumbe wake yoyote aliyemuumba na kwa kosa lolote, kusema kwamba kosa hili tubia, utakavyotubia kosa hili sikusamehi, Allah hayupo hivyo, labda kosa hilo liwe na mafungamano na mwanadamu mwenzi wako, lakini kwa makosa kumkose ya kumkosea Mungu, yeye kama yeye, Allah anasema fanya utakavyofanya, lakini ukisiku ambayo utakayerudi kwa Allah, Allah anakupokea na anasema, wala ubali na Allah, wala hajali kama uliwahi kumkosea. Kwa ajili hiyo tumesema namba moja, huyu eh, mtu ambaye anataka kutoka uchawini nia Innama alamalu binniyati, hata majambo haya kusihi mbele ya Mwenyezi Mungu binniyati, nia kwanza, wa innama likulli mriin manawa, mshinifahamu vizuri eh. Sasa nia ndo kitu cha msingi. <coughs> Sisi Waislamu katika ibada zetu zote, tufanye tutakazozifanya, nia kibadilika tu halas, kwenye ibada hakuna. Ndio maana kuna baadhi ya ibada usipotia nia usiku wake, asubuhi yako kiamka, hamna kitu. Kwa mfano kama saumu, saumu usiponia usipotia nia usiku hasa hasa, hasa, hasa saumu, naikusudia hapa ni saumu ile ya faradhi ya mwezi wa Ramadhani. Umelala huna nia, ukiamka asubuhi huna saumu, tofauti na ya sunna. Sunna unaweza ukatia nia hata asubuhi umepigapiga doria huko, unaona msoso ueleweki, na ah, acha ninuie saumu na Allah atakulipa saumu keshi. Lakini Ramadhani ukifanya hivyo, inabidi ulipe tu wewe, saumu huna hasa. Jambo la kwanza, huyu anayetaka kutoka uchawini, nia ya kweli, uwe na nia kweli, usicheze sheri. Utaicheza sheri nafsi yako, na wakikutandika wale jamaa, watakushughulikia kisawa sawa. Jambo la pili, ukubali matokeo, hata kama watakuua umeshanifahamu vizuri eh? na kadari Mwenyezi Mungu ashaikadiria kuondoka duniani kwa kupitia wao, ili wewe usikutie hofu. Mwenyezi Mungu atakuwa amekusamehe na Mwenyezi Mungu anaweza kaa ni sababu ya kukuingiza peponi kwa ujasiri huu ambao wewe umeuchukua. Namba tatu, tunasema akitoka uchawini moja kwa moja aende kwenye ibada, aingie kwenye ibada mzima mzima atubie kwa mola wake alete istighfari kwa wingi, kisha ajifunge kibwebwe kisawasawa. Sisi wetu na mtu katoka uchawini, eti yeye ndio mtu wa kwanza kulala na mtu wa mwisho kuamka, swala inaadhiniwa huko yeye ndio ana saa moja, na anaamka. Lazima uingie kwenye harakati ya kisawasawa ya kumwabudu Mungu. Yani, mchana wako uwe kama usiku wako, usiku wako kama mchana wako, uone unakereketwa na uone kwamba una vita na wachawi, lazima ujikite kisawa sawa katika ibada. Kwa ajili hiyo, jambo la tatu wanasema ukitoka okay, uchawini moja kwa moja straight kwenye ibada. Kwenye ibada kuna mambo mengi, tauba, kusoma sana istighfar. Jambo la nne kushikamana na adhkari zile zitakazokukinga na uadui, ikiwemo kumsalia mtume sana hasbi Allahu wa hasbiallahu ni'mal wakili sana, sio mara 1000 tu. Mimi nasemaga mara 1000 zaidi ya hapo ila anta subhanaka inni kuntu min adhalimina sana. Hii uradi wa la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu min adhalimina, uradi hu watu wanaona kama ni uradi wa kawaida sana lakini huu si uradi wa kawaida, tutakuja kueleza kipindi kijacho inshallah taala, Mwenyezi Mungu akitupa uzima na pumzi. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, tupo katika agenda ya kutoka mtu uchawini. Ndugu yetu uliouliza kwamba je, inawezekana mtu kutoka uchawini, pointi ndo hizi na hazijaisha, tunakuja kuendelea na pointi zingine. Sichukue kama ni wewe, upo uchawini unataka kutoka, basi chukua hizi pointi zifanye kazi, Allah atakusimamia kwa idhini yake inshallah taala. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim tutakuja kuendelea na mada yetu hii, pia tutazungumzia na masala e, ya mtu ambaye aliotoka uchawini, adumu na adhkari gani ili ziweze kumwokoa na vitimbi vya wachawi ili apate kuwa salama. Hapa tuna ibtalu sihri, kama kawaida yetu tumewajia nayo inshallah. Na hapa tuna maushifa <laughs> maji yaliyompozesha ya mpaka mtu mbagala e, Bwana alijitia yeye e, paka wajitia mapaka, kumbe ni watu. Allahu Akbar! Haya, hapa tuna tuna hii dawa ya vidonda vya tumbo, hapa tuna kashikashi, na hapa tuna ibidhausehri kwa ajili hiyo. Wale wenye kuhitaji, inshallah, wanaweza wakaja kuzipata kwa idhini ya mwenyezi Mwenyezi Mungu. e, akikuafikisha kuja, basi utakuwa ni mwenye, e, mwenye kuipata. Fahamu usitoke mada yetu, kwamba swali lililoulizwa, je, mtu anaweza kutoka uchawini. Tumeeleza vitu vitatu, tutakuja kueleza na vingine insha Allahu taala, Mwenyezi Mungu akituwafikia kipindi e, vipindi vinavyokuja nyuma ya kamera akisimama vyema Habibi Suleimani ibn Sultani akihakikisha mambo yanakwenda kwa weledi kweli kweli, na msimamizi wetu wa vipindi hapa ni Bwana Hamisi ibn Kimaka, eh, akihakikisha mambo yanakwenda sawasawia, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea Mbande, Maalim Shabani Dua Center. hatuna la ziada, sote tunawatakieni utazamaji mwema. Uhibukum fillahi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Umu Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.